Akizungumza na wananchi wakati wa kampeni zake katika eneo la Luguruni, kata ya Kwembe, Kairuki amesema kuwa endapo ataendelea kupewa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hilo ataweka kipaumbele katika kuhakikisha barabara zote zinazochelewa kupatiwa lami zinakamilishwa kwa wakati ili kurahisisha usafiri na uchukuzi kwa wananchi. Aidha, amesema kuwa sekta ya elimu ni miongoni mwa maeneo anayoyapa uzito akisisitiza kuwa atashirikiana na serikali na wadau wa maendeleo kuboresha miundombinu ya shule za msingi na sekondari ili kuhakikisha watoto wa Kibamba wanapata mazingira bora ya kujifunzia. Wananchi wenzangu wa Kwembe, licha ya mafanikio yote hayo niliyoyataja, bado najua changamoto haziwezi kukosekana. Nimepita katika mtaa kwa mtaa, zaidi ya mitaa thelathini na tisa tayari nimeshaipitia changamoto nazifahamu, na naendelea kuifanyia kazi na niwahakikishie, tutazitatua. CCM oyee! Tunajua umuhimu wa barabara ya Luguruni Kwembe Kisopwa, tunajua umuhimu wa barabara ya Malamba kwepe Marugu, na tunajua zimekuwa zikichelewa kupata lami, lakini ikiwemo pia barabara za mitaa ya mpakani, msakuzi, kingazi, na zenyewe zimekuwa hazipitiki muda wote. Najua kwa upande wa elimu, baadhi ya mitaa yetu ikiwemo mtaa Mpakani haina shule ya msingi wala shule ya sekondari, lakini vile vile tunazo shule ambazo zimechakaa sana, na haswa shule zetu kongwe ikiwemo shule ya Amani na Kwembe pamoja na za Kinyazi na zinginezo katika mitaa yetu, na zenye pia tutafuatilia ziweze kukarabatiwa mye. Katika hatua nyingine, Kairuki ameahidi kuongeza mtandao wa maji safi na salama katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa na huduma hiyo kwa kushirikiana na mamlaka ya husika, ili kuhakikisha kila kaya inapata maji ya uhakika na kupunguza changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Najua iko mitaa ambayo bado haina zahanati wala vituo vya afya ikiwemo Msakuzi pamoja na Mpakani na tunajua wana changamoto kubwa katika huduma ya afya ya mama na mtoto. CCM oyee! Lakini kwa upande wa maji, lengo letu ni kuhakikisha tunafikia kiwango cha upatikanaji kwa asilimia ya juu kabisa, kuhakikisha kwa wale ambao bado hawana mtandao wa maji safi na salama, na kwenyewe tujitahidi waweze kufikishiwa huduma hiyo. CCM oyee!